Kiongozi alikuwa ameshika bendera ya Tanzania akiongea nao jambo wale askari walio mbele yake. Bendera hiyo ilionekana chakavu kidogo, huku ambako kunaunganishwa na mlingoti kulikuwa kumechanika chanika kwa uchakavu, na mlingoti huo ulionekana kama umelikalika hivi, na rangi ya hiyo bendera ilikuwa imepauka sana. Watu wa Mungu, shalom, shalom. Nawasalimu kwa jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ninayo hapa maono ya wazi kuhusu taifa la Tanzania, kuhusu hali ilivyo Tanzania. Nami nilikuwa katika maombi, Mungu amenionyesha haya wazi, huku nikishuhudia. Nilipokuwa naanza kuomba mbele yangu niliona Mungu alinionyesha kuna nge pamoja na chatu waliokuwa na rangi nyeusi mchanganyiko na nyekundu Chatu hao walikuwa wakiwameza watu, nge walikuwa wakiwang'ata hao watu kwa sumu kali sana, wakifa huyo chatu anaomeza hao watu. Nilipowashambulia waliangamizwa wote, maana nilikuwa nikiona maombi haya mwanzo mpaka mwisho. Mungu alinionyesha kila kitu kinachoendelea. Nilipowashambulia waliangamizwa wale chatu na nge, na nikaona wale watu ambao walikuwa wanamezwa na wale chatu, walifungwa mikono kwa kushushwa chini hivi, walifungwa mikono, na kuna watu walikuja, waliwachukua, waliwapeleka mahali fulani, mahali ambapo ni kama sehemu ya kuoka mikate. Najua unajua maana yake, ni kwamba juu inawekwa nyaya, alafu chini kuna kuwa na moto, yani chini kuna moto, alafu juu wameweka nyaya, ndo hao watu wanawaweka juu kama kuwachoma hivi, nao niliwashambulia, wakaacha na kuuawa wote. Muda sio mrefu, niliona ndege za kichawi kama tano hivi zimetua hapo nilipo, pembeni ndege hizo mkia wake wa nyuma ni miguu ya watu, mabawa yake ni mikono ya watu, na taa zake zile za mbele ni vichwa vya watu. Ili shangaa zote zilikuwa zimebeba miili ya watu na wakawaleta pale sehemu ya kuoka. Niliponda ndege zote na wao na wao pia, kisha nikaingia huko wanakooka watu na kubomoa madhabahu zote na ngome zote. Kila nilichokiona nilipobomoa hivyo, yalitokea maji, na kuna mtu mmoja nilimwona kakimbia, lakini lakini sio mtu wa kawaida, ni kama ni kama yani ni kama lijito fulani hivi, yeye alikimbia, alielekea chini ya hayo maji, nami nikaenda huko. Nilishangaa chini ya maji, nikiwa chini ya maji sasa, nikakuta mji mmoja mkubwa sana chini ya hayo maji, na niliona majengo na minara mingi sana, hadi mifumo ya umeme ipo chini ya maji. Chini kabisa ya maji kuna mji. Nilianza kuibomoa miji ile yote kwa kila silaha Baadaye niliona mkono mkubwa umetoka juu, mkono mkubwa umetoka juu na umeingia ndani ya bahari, nao ulimng'oa minara yote kwa mkono mmoja tu, minara yote ya uovu na minara ya uovu na minara ya ya, ya, ya uovu ya adui, iliona iking'olewa kwenye ule mji wote. Mwisho umeme ukakatika na minara yote na mji wote uliangamizwa. Niliona kuna askari wa kuzimu ambao kuna njia katika, katika huo mji chini ya maji, nami nilikuwa nafata. Jinsi navyozidi kuomba, ndivyo Mungu ananipeleka mbele zaidi. Kwa hiyo at nili, niliona askari wa kuzimu mbele yangu, niliwafata huku nawafyeka kwa panga. Nilifika sehemu mbele, kulikuwa na mkuu wa eneo lile, ana walinzi wake, yeye amekaa karibu na njia inayoshuka bondeni zaidi. Hakuna yani, hakuna kupita yani, huko hakuna kupita huko bila bila kumpiga huyu. Na huku kuna mitaa mingi sana. Nilimshambulia yeye na walinzi wake, alipozidiwa nikaona akageuka samaki wa rangi ya njano, akataka kukimbia, lakini panga zilimwahi, hakufika popote, alikufa hapo. Njia ikawa wazi, nikapita kushuka bondeni. Mbele tena niliona kuna treni treni ambalo limebeba miti inaitwa mikuyu, miti mikuyu na rangi ya njano na imeotea humo humo kwenye treni zile, treni za kubeba mizigo zenye behewa nusu, zimekatwa nusu, juu zinakuwa wazi. Kwa kila behewa moja, niliona kuna mti huo mkuyu umekuwa mkubwa, inapita mahali hapo. Niliifyeka ile miti kwa shoka, ikakatika. Ingawaje baadaye niliona mkono umesukuma lile treni likapinduka, lipopinduka likatwa ile miti yote, likata ile miti yote mikuyu ikapasuliwa pasuliwa ikachomwa moto ikapatikana njia ilivyopatikana njia, na hapo ndipo nikapata njia sasa ya kuendelea na safari mbele. Kidogo niliona mji chini kidogo, nilishuka huko kupitia ngazi za kamba, yaani hapo nilipo palikuwa juu, mji unaotazama kwa chini. Kulikuwa na mji mmoja mzuri sana, na huo mji namna na kushuka ni kuna kamba zimefungwa huko mpaka kule chini kabisa zimechomweka. Kwa nami nilipita hapo, palikuwa vizuri sana palionekana, ni kama makao makuu hivi, au ngome kuu. Wamejenga majengo makubwa sana na mazuri mengi, yalikuwa ni majengo ya miduara, majengo ya maduara na mengine yalikuwa ni majengo ya kawaida. Pembeni yake mji ule wote ulijaa majengo. Nilipotazama kulia, niliona niliona lango kuu hapa sasa, nikiwa nimeshashuka tayari kupitia zile kamba katika ule mji, nikashuka mpaka pale chini. Hapo pembeni yangu kulia nikaona lango kuu, lango kubwa sana. Na chini sana, nilipoenda kusogea chini sana, nikaona kuna mji tena mkubwa sana. Hapo nilipofika, niliona kuna jengo moja na kuna vyumba vya nje, na mbele ya jengo kuna ukumbi au niseme uwanja, uwanja mkubwa sana ambao upo wazi na mbele ya eneo hilo niliona kuna askari wamejipanga mstarini. Niliona kuna askari wengi sana wakiwa katika mstari, na mbele yao kuna watu wachache, bila shaka ni viongozi wao. Inaonekana wamepata taarifa kilichotokea huko nilikotoka, maana wote walikuwa wanaangalia kule nilikotoka, lakini mimi nilishafika pale walipo wao, hawajajua Niliona yule kiongozi huyo, yaani kiongozi wao, ambaye alisimama pale mbele, alikuwa akiongea kitu na wale askari. Yule kiongozi alikuwa ameshika bendera ya Tanzania akiongea nao jambo, wale askari walio mbele yake. Bendera hiyo ilionekana chakavu kidogo, huku ambako kunaunganishwa na mlingoti kulikuwa kumechanika chanika kwa uchakavu, na mlingoti huo ulionekana kama umelikalika hivi na rangi ya hiyo bendera ilikuwa imepauka sana pia kiongozi huyo alimtuma kijana wake akaingia kwenye chumba jirani hapo, akatoka na kitabu akamletea, kina rangi ya mgomba mkavu, kinaonekana kina miaka mingi sana, ni cha muda mrefu, ni kitabu kikuukuu. Kitabu hiki juu kimeandikwa Tanzania Under Demonic Rule. Yaani Tanzania chini ya utawala wa shetani, Tanzania chini ya mamlaka ya shetani. Kwa hiyo kiongozi huyo akawa na vitu viwili katika mikono yake, akawa na bendera ya Tanzania pamoja na kile kitabu ambacho kimeandikwa Tanzania Under Demonic Rule. Alikuwa akiwaeleza wale askari na huku wakitazama sana kule ambako nilikotoka, maana mji wote wa kule ulikuwa tayari umeharibiwa. Nilienda kule walikotoa kile kitabu, lakini kabla sijaingia, niligundua kila chumba kina jina na kina taarifa ya nchi husika. Pale kulikuwa na mfululizo wa vyumba vingi sana. Chumba cha kwanza niliona kimeandikwa nchi, kimeandikwa jina la nchi, kimeandikwa Afrika Kusini. Chumba cha pili kiliandikwa Mozambiki chumba cha tatu kimeandikwa Tanzania. Chumba cha nne kimeandikwa Malawi mpaka na kuendelea huku mbele. Vyumba vyote vya eneo lile vilikuwa vina majina ya nchi, na wakati huo hicho kitabu kilitolewa kwenye chumba kilichoandikwa Tanzania, na wakati huo ndio chumba pekee kilichokuwa wazi, vyumba vingine vyote vilikuwa vimefungwa. Ndani ya chumba cha Tanzania niliona kabati ambalo limejaa mafaili ya mikataba, vibuyu na kiti cha enzi na mambo mengine mengi niliyakuta pale, na pale kwenye hicho kiti alikaa mtu. Nilitoka nje nikaitisha jeshi la Bwana, tukashambulia askari na viongozi wote, na niliona moto umetoka chini. Mungu alishusha moto, Mungu aliamuru moto katika mji ule kutoka chini ya ardhi ukaangamiza lile jengo. Kiongozi yule aliyesimama mbele, ambaye alikuwa na kitabu kilichoandikwa Tanzania Under Demonic Rule, yaani Tanzania chini ya utawala wa shetani, na alikuwa na bendera mkononi mwake. Niliona akikimbia na kile kitabu kilidondoka chini. Kuna askari mmoja alitaka kukibeba, nilikata mkono wake na mkono wake, kile kipande cha mkono kiligandamana na kile kitabu, haukuweza kutoka. Na kile kitabu nilikichoma kwa upanga nikakiweka katika moto ule kikaungua chote. Baada ya kuungua chote, niliona yule mkuu wao ambaye alidondoka pale chini alikuwa akishindana sasa kuichana ile bendera ya Tanzania ili aimalize kabisa. Alitaka kuiharibu zaidi bendera ya Tanzania, nilimnyang'anya na niliingia nayo e, na niliingia tena kule ndani ambako kulikoandikwa chumba kile cha Tanzania nilimkata yule mtu aliyekaa kwenye kiti kile cha inchi akadondokea moto, yeye pamoja na kile kiti kikaangamia. Nilipotoka huko moto ulizidi sana, moto ukazidi sana, lile jengo lote likaungua, hata vile vyumba vilivyoandikwa nchi zingine vikaungua vyote, vikaungua vyote kabisa, na askari wote nao wakateketea. Mungu alileta moto uliwaangamiza yote. Hayo yote yalifanyika chini ya maji. Ndipo nikaichukua bendera ya Tanzania chakavu na iliyopauka, ikiwa kwenye mti uliochoka pia. Nikawa naondoka nayo eneo lile. Mbele kidogo, nilinyosha nikiwa nimeishika mkono wa kulia, nimeinyosha kuelekea juu. Kumbuka nipo chini ya maji. Nilijikuta na panda tu bila kuvutwa na kitu chochote hadi juu kabisa ya maji, na nikasimama juu ya maji, kuacha mji wa kuzimu huko chini ya maji. Ile bendera ya Tanzania ilipotokeza tu inchi kavu, ilipotokeza tu inchi kavu, iligeuka na kuwa bendera mpya kabisa, kwenye kila kitu mpya kama imefunguliwa leo, kwani ni bendera mpya kabisa kama imefunguliwa leo. Hivyo ndivyo niliweza kuona, na nikatoka nayo nikawa natembea juu ya maji kuitoa mahali pale. Mungu baada ya kumaliza kuomba hayo ndiyo yakaweza kuishia hapo. Mungu akubariki sana. Yapo mambo mengi sana katika ulimwengu wa roho. Unaposikia kuzimu chini baharini huko, ndiko kuliko na mambo kama hayo. Unaweza ukakuta watu wanaishi hapa duniani, lakini kiti cha enzi cha utawala kimefungwa kuzimu. Unaposikia kimefungwa kuzimu, ni maeneo kama hayo, ambako namuona mtu kule amekaa hata aweze kukaa mtu mwingine, maana mamlaka hii haitoki pasipokuwa na kibali. Lazima apatikane mtu mwenye nguvu ya kuweza kuwavunja na kuwaondosha na kuwanyang'anya mamlaka, ndipo uhuru wa watu upatikane. Ndio maana Biblia inasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni vita katika ulimwengu wa roho, juu ya wafalme wa giza, juu ya wakuu wa giza, juu ya watawala wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haya ndiyo majeshi yananyang'anya, kila kitu yanakimiliki, yanakuwa na hatimiliki katika ulimwengu wa roho, na wanadamu katika mwili wanakuwa ni watu wa kuendeshwa. Mungu awabariki sana, Mungu atubariki sana, Mungu aibariki Tanzania, Mungu aibariki Afrika.